Maji. Tunaendelea na vidokezo ambapo mzozo wa ardhi ya ekari 7,800 baina ya wanachama na mabwenyenye katika ranchi ya hifadhi kwa wanyamapori ya Olderkesi, wadi ya Naikarra, Narok Magharibi unatokota. Wakizungumza na wanahabari, wawakilishi wa wanachama 600 wamepinga wanyenyasaji wa ugavi wa ardhi hiyo bila idhini ya wanachama, huku wageni pia wakisajiliwa ili kugawiwa ardhi hiyo. Aidha, wanachama hao wamempongeza Seneta wa Narok Ledama Olekina kwa juhudi za kuwasilisha mswada bungeni kulinda maslahi ya wamiliki wa, wa shamba hilo rali. Mwambie County Commissioner tunataka audit katika 2013 hadi mpaka leo auditiwe, hiyo pesa yetu irudi kwenye miradi ya manifesto ya wananchi. Tayari imetapeliwa 108, 108 million.

E, pata kusikiwa mahali lakini Ledama Olekina ameingilia kati akasikia kilio yetu na jusi katika a, a, mnamo tarehe kumi na mbili akaweza e, kuprocess ama kaweza kutangaza mambo ya Olderkesi katika a, Seneti. Kwa hivyo sisi tumefurahi sana, tukishukuru mheshimiwa Ledama.